Nimshukuru mtendaji Mwalimu Nyange. Mwalimu Nyange ni kiongozi ambaye ameamua kutusaidia wanamtwara, ameamua kujitoa kwa sababu ya nini? Ninyi wote ni mashahidi kwa namna ambavyo ameendelea kuhimiza ukusanyaji wa mapato, lakini pia na matumizi ya mapato yale yanakuwa salama kwa kutekeleza miradi mbalimbali. Tunakupongeza na tunakushukuru. Tumeona Mbiko. Mpaka usiku yuko madarasani na watoto waliokambi, lakini hata mchana ameendelea kufuatilia masuala ya elimu yanapokwenda kwenye wilaya yetu. Lakini hata akiwa mtaani akikutana na mwanafunzi, yuko tayari kusitisha shughuli nyingine na kujua mwanafunzi yule mwisho wake ni nini. Mwalimu Nyange, mimi, mimi nakushukuru sana. Saulika, lakini mtendaji ambaye unatamani serikali hii kuwa tulivu, kwa maana ya miradi ya maendeleo inakwenda kutekeleza kupitia fedha zinazotoka serikali kuu, lakini hata na mapato ya ndani. Taarifa yetu imeelekeza vizuri, mkuu wetu wa mkoa ameelekeza vizuri katika sekta zote, namna ambavyo sisi kama baraza la madiwani ambayo yeye ndiyo mshauri wetu tumeyafanya mazuri. Nikupongeze sana mkurugenzi mtendaji pamoja na wakuu wa idara na vitengo, watendaji wa kata, watendaji wa mitaa, wenye viti wa mitaa na wananchi wote, kwa ushirikiano ambao umetuwezesha leo kwenda kuvunja baraza tukiwa tuko salama, tukiwa tunakwenda kwa wananchi wakati tuna kifua mbele, kwa sababu kila atakayetusimamisha tunalo la kusema. Tunawashukuru sana.